yale malengo ambayo tulia tulikuwa tunayafikiri. Kwa hivyo mimi mpaka kupambana kuzitafuta nafasi mbalimbali mbali, ambazo nimezishika licha ya kuwa mbunge elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini nilikuwa mgombea wa ubunge katika jimbo hili elfu mbili na ishirini. Nyinyi ni mashahidi, mliona kazi niliyoifanya, mliona magumu na mazito niliyopitia kupitia kilichokuwa chama changu na mliona dhamira ya haki na ya kweli ya kuhakikisha na wapambania wananchi wa jimbo hili, tulipita tulikopita. Sipaswi kukata tamaa kama kiongozi nikikata tamaa, wanachama ndio watapotea kabisa. Kwa hivyo, baada ya kuona kilichokuwa chama changu kimetoka kwenye yale malengo, nimeona sasa nitafute mlango mwingine ambao yale malengo niliyokuwa nayo ya kupigania watu nitaenda kuyaendeleza. Yapo mambo mengi meusi kilichokuwa chama changu, ikiwemo kushindwa kusimamia mikakati ambayo wanaiandaa, ikiwemo ubaguzi wa wazi wazi kilichokuwa chama changu. Uchaguzi mkuu uliokwisha kumalizika, timu ambazo zilishinda zimeendelea kuwa mwiba na kuwaona walioshindwa kama sio sehemu ya taasisi hiyo. Watu wanabaguliwa kwenye uteuzi, watu wanabaguliwa kwenye kufanya kazi, watu wanabaguliwa hata kwenye mikutano inayoendelea sasa hivi. Ulizeni ni nani ambaye alimuunga mkono Mbowe kwa asilimia mia, mia, ambaye yuko kwenye misafara hiyo, hayupo wako watu wale wa mpango ule ule wa mrengo ule ule ambao walishinda, ambao wanaamini katika ubaguzi wa kuwabagua wengine. Nimewaeleza mimi binafsi kwa mjumbe wa kamati kuu, nilijua ni jukwaa sahihi la kunisaidia kuwasemea Watanzania na ndio maana niligombea mwenyekiti wa kanda, lakini kwa sasa hakuna hayo malengo tena. Malengo sasa hivi No reform, no election tunaihubiri kama mapambio. Mkakati uko wapi? Tunahitaji kuzuia huu uchaguzi, tunatumia kitu gani kuzuia uchaguzi? Hakuna, ni kusema tu. Kwa hiyo no reform no election ilikuwa kama geresha. Sisi tulitarajia baada ya no reform no election kuje na mkakati plani, sasa ya utekelezaji, tunafanyaje? Kama ni kwenda kuondoa masanduku, tujue kama kuvuruga uchaguzi wakati watu wako kwenye foleni, tujue hakuna mkakati. Huku viongozi wakiendelea kutofautiana, wengine wanasema walale nyumbani, wengine wanasema waende maandamano, wengine wanasema tuta... watabuni mbinu mbalimbali. Mpaka sasa tuna miezi michache kwenda kwenye uchaguzi, sioni mikakati. Nimejitoa kwenye chama hiki. Kwa muda mrefu nimefanya kazi kwa nguvu zangu kuhakikisha takisukuma chama hiki, hata baada ya kukosa ubunge elfu mbili na ishirini nimeendelea kujitoa nikiwa sina nafasi, kwa kisha nakijenga hiki chama, lakini ubaguzi unaoendelea, mimi mjumbe wa kamati kuu kuhoji tu, kazi yangu kubwa ni kuhoji, unaondolewa kwenye. Ziara zinapangwa, natakiwa zije kwenye kanda yangu na Rukwa, siambiwi kwa nini. Nimejiandaa, nimeandaa mikutano, sishirikishwi, sijui lolote, nikihoji tu naonekana huyu sio timu yetu. Sasa ninaona nakosa raha, nakosa amani, lakini kilichokuwa kinaniumiza, yale yaliyonifanya nikatoka kwenye uandishi nikaenda kwenye siasa, siyaoni kwenye hicho chama nilichokuwa sasa hivi siyaoni ko lazima nitafute jukwaa lingine, ambayo yale ninayoyaamini na kuyahubiri ninayaona ninayaona ili niweze kwenda kuyatekeleza. Kwa hivyo mimi leo nimejivua kabisa nafasi zangu, wenyekiti wa kanda, ujumbe wa kamati kuu, wenyekiti wa Bawacha mkoa wa Morogoro, nimejivua. Mimi sio mwanachama wa chama kingine chochote, mimi ni mwananchi, mwana ni mwana huru, niko tayari kutafuta mlango mwingine wa kwenda kuwapambania wananchi wa Morogoro na ni waombe wananchi wa Morogoro ambao tumepambana kwenye jua na mvua, msiogope, msishtuke. Ni watie moyo, ni watie moyo. Safari bado ni ndefu lakini tutafika, lakini tutafika. Wasiogope, wasitishwe, waungane nasi kuhakikisha tunapigania demokrasia, tunapigania haki tunapigania usawa wa kimaendeleo, tunapigania yale ambayo tunaamini yatanyanyua uchumi wa Watanzania, kuwatoa kwenye umasikini kwenda kuwa taifa huru la watu ambao wananufaika na rasilimali za taifa hili, kuwaondoa kwenye unyonge, kuwaondoa kwenye madaraja, kuwaondoa kwenye shida. Morogoro hii, ndugu zangu, nikiwaambia milo mitatu, milo mitatu ni shida lakini tuna viwanda vingapi vimekufa? Viwanda hivi vingekuwa vinafuka moshi, tungekuwa tuna mtu anajaa, tungekuwa tuna watu ambao wamekaa vijiweni, tungekuwa na vijana ambao sasa hivi wanatafuta kazi, yao ni kufanya beti. Nenda kwenye vituo wanapofanya mchezo ya beti, vijana wetu wamejaa. Vijana wamaliza vyuo vikuu wanaambiwa sasa nendeni VETA. Lakini viwanda vingekuwa vinanguruma, vijana wangekuwa wapi? Kwa hiyo tuna nafasi bado ya kuhakikisha tunakwenda kupambana kwa milango mingine haijalishi wataweka namna gani wao waje na reform hawana reform tutakabiliana nao kwa namna yoyote ile kwa namna yoyote ile mimi ni mhanga mimi nilianguliwa elfu mbili na ishirini nilipambana lakini si nilirudishwa nakumbuka jina langu lilikatwa waandishi nilipambana mpaka tume jina langu lilirudi mimi naamini kwenye mapambano mimi ni muumini wa mapambano, na ndiyo maana sijali, si hata kama ningekuwa nina nafasi ya cheo gani cha mwisho kwenye chama hiki. Lakini kama malengo hayapo, kama mapambano ya kweli hayapo, ni mapambano ya mdomoni, mimi hapana, mimi hapana. Natamani mapambano ya dhamira, mapambano yenye mwelekeo.